Karibu mjasiriamali chipukizi popote pale ulipo. Washindani wako wanatumia akili bandia kunasa wateja wengi na kukuza biashara zao. Je, utaendelea kuumia mpaka lini? Jiunge na programu ya AI Mastery ili uweze kunasa wateja wengi na kukuza biashara yako. Katika programu ya AI Mastery utajifunza jinsi ya kutumia AI kunasa wateja wengi na kuongeza mauzo yako kila siku, mbinu za kuandika posti zitakazokuletea wafuasi wengi na wateja wengi kwa sekunde chache tu Jinsi ya kutengeneza picha video na muziki kwa ajili ya matangazo yako na kukuza brandi yako. Yote haya na mengine mengi utayapata kwa bei ya bando tu. Ofa kabambe, lipia moduli moja tu ujifunze nyingine zote kumi bure. Watu 21 pekee wanahitajika, wahi sasa kwa kukoment neno AI au to dm kwa maelezo zaidi. Utawahi kama ukiwahi. AI Mastery. We teach you profit